Kwani wewe mko na nyumba nyingine au nini, kimetokea mm. mm. hata sielewi kwenye hiyo ila, wazia vijijini, uko na nguvu za kutosha. Maanisha nini kusema nguvu? Namaanisha kwenye kushughulika na mwanamke. Sababu mimi mamangu aliolewa mke wa tatu, tena kipindi hicho baba umri uko umeenda Ikawaje? Hey, alikuwa anatumiwa vizuri tu na aliniambia hata sababu ya kutoka kijijini kukimbilia daa ilikuwa ni kukimbia adhabu ya kutumiwa na mumewe. Mbona? Hmm. Hmm. siku ile wiki naanda na maanisha alikuwa anatumiwa kutwa mara tatu kama kula tena, shughuli yake sio ya kawaida. Hmm. Kweli hapo lazima isiwe ya kawaida kwa sababu kwa siku matilo ya manisi yanaisha. Sasa hayawezi kutengenezwa kwa muda mchache, huwa nafikiri nini kitafuata hapo. Mbona unaongea kama mkufunzi au mwanasayansi? Unaonaje? ila tuendemezeturudi nyuma, marafiki yangu kama wazee wa vijijini wana nguvu hivi naamini vijana vijana, hata kwa maambili yake. Tena inasemekana nguvu ya mzee mmoja wa kijijini katika tendo ni sawa na masharubaro kumi. Wadaa, nitalitafutia majibu hilo. Umeamka

kuhusu nini tena? Umenifanya nini hapa na umeanza muda gani? Ina maana ulikuwa ujui au umekuaje, mchumba, hmm? mbona umeonyesha ushirikiano wa kutosha, tena umenikamia haswa mpaka mi ni nyumba po. Ina maana umenitumia bila ridhaa yangu ya si ndio? Hapana mchumba, uroda tumekula wote tena wewe ndio ulikuwa mtoa mwongozo wa haya mambo anasperii. Mchumba szi mkubwa umenibaka, sikubali. Sasa unataka kufanya nini tena mchumba? Unataka kuonekanika mtoaoi? Hebu acha kwanza ijiza ya serikali, ona ona hili eh, inazungumzika tu Kwa hiyo nikuchukulie nini? Hmm, bana em, nisubiri twende wote. mi habari za kunukisha na moshi staki. Hmm, unataka kusemaje? Nisubirie twende wote ili ili twende tukale huko huko, maana mna mtu atakuja kupika labda. Niambiwe ndo utakuja kupika? <laughs> Nawe mkuu akirudi, kwani si kipindi alikuwa nakunyoga? wapi chai asubuhi mimi mm -hmm. Nilijua sijaelewa, kwamba unalia nimekuumiza au unalia nimesitisha utamu, eti mchumba eh? Achana na mimi huyu n ulichokifanya ni kizuri mbwa mkubwa. Nani kukupa mamlaka kunitumia bila kutaka? Yote lakini minupae mnumu, sasa nitaenda kushtaki. Haki ya Mungu, sasa mi mboni silioni hapo kosa. Kosa lako utaenda kuliona kituoni. Kamali Kamali Jo. Sawa. wewe gazeti vipi wema? Kweli wema ah, utoke wapi ndugu yangu, wakati unajua kabisa chimbuko cha watu bado kipolea? Du, kumbe. Kwa hiyo sasa huku unakwenda wapi? Unakwenda kwa mjumbe au unakwenda kuchukua pesa ya malipo? Ah, yani hapo unavyoniona hivi nilikuwa nakuja kuja kwako kufanyaje? Haya, niko nakuja kwako kwa unishauri jambo lolote. Mimi ushauri ushanishia bwana, alafu sikiliza, nikwambie kama una tabia ya kuja kwangu kwa ajili ya kutaka ushauri, tafadhali tije mimi kwangu. Njoo kwa mipango, sawa bwana. Twende sasa, nakuita, nakuita. No, imekuwa ugomvi tena? Wewe acha ndugu yangu, ndio maana nasemaga wanawake hamnaga shugurani. Kwa nini hasa yeye? Badala ya kunishukuru mimi, nimemaliza pombe yake, ananishtumu hmm. Lakini na wewe umepata uloda. Unasemaje ana shukrani hapo? Mnatakiwa wote mpongezane kwa sababu kila mmoja akamaliza haja zake sasa hye, mbona hanishukuru bana? Manzarushamlash amesema anaenda kunishtaki layini. Hicho ndicho kinachonichanganya zaidi. Anaenda kusemaje? Ameliwa bila ridhaa yake? Au anaenda kusemaje? Labda mimi mwenyewe nashangaa, wakati ye dogo pananielekeza namna ya kumfanya hivi, amalize tena huko akining'ang'ania mpaka mwenye wee japo muda mchache ilikuwa nganganga. Acha basi asikutishe. Saa ngoja nikampe pombe yake, maana nilimwifuzia. Hey, achana naye kena, usiende kabisa huko. Amekwambia nataka pombe au shobo? basi pole kwa hili asante. Ingawa hili alina pole, kwanini sasa unanipaje pole kama mtu mdogo kapotea, wakati yule ni mtu mzima na ameanza anaso za kila idara? Ah, yule ni binadamu ujue. Sasa inawezekana kapata na tatizo. Sasa hata kama kapata tatizo, ndo nipe pole Labda akafuata kama ulichonipa mimi humo ndani mm -mm. Futari maneno gani unaongea hmm? hapa nje sasa, yana ubaya gani wakati tupo wenyewe tu hapa, au unataka nitumie lugha mbaya ah. Basi ongea na mimi, namuomba Mungu apate mimba huko ili aje kunisaidia hapa. Wewe unafikiri kwa hali ya jaluri, namtafutia wapi? atakuwa wapi bwana? Zaidi ya kuwapa huyo gazeti uliosema. Ayo ayo, nenda usije ukachelewa. <mimitation> <mimitation> Hivi unajua simuelewi Luula siku hizi, kwa nini hapatikani muda mrefu? Sasa hilo alina ushauri rafiki yangu, labda ushauri wake umwambie mkweo akuinaut. Hmm, hapa kuna kitu sio bure, ila nitagundua na nikigundua. Hmm. Hmm. unataka kumfanya nini mwanaume? Nitajua hapo wapi. Yaani hapa cha kufanya ninaikavuta afu nampiga kiuti. Najua watu watanipa ubui na akiniambia kama ninavyohisi. Hey. Ah. Kwani mehisi nini? Wenye waume sasa, muda wetu karibu, tuongee mpenzi

Vipi te bwana Madebe yule? We naye, acha ujinga bwana asa. Utamkimbia Madebe hadi lini? Yaani cha msingi hapo ni kumpa uhalisia wa jambo lilivyo, ili kama ana pesa anaenda analipa na gomboa pale, halafu baadaye mnakatana. Sema kama kweli sasa. Je, hebu twende kuita

Mbona unaonekana kama ukuwa na shida na kibarua? Badala yake ulikopo una shida ya kukiangamiza chombo cha hapana. Bosi sio kumbe hivi eh? Unawezaje kulinganisha elfu themanini na chombo cha moto? Au una mbinu za kutaka kunidhuru pesa? Mi nafikiri, bosi, alikuwa ni mambo ya mishawishi tu, unyu kombe sio mwasharati, uvuti bandi eh? Sasa yeah, umeshaishika vipi kama sio sio sio sio mfumo wa kutaka kuangamiza chombo chako? Dunia o dunia, utamu kunoga dunia Aza, dunia duniao, dunia utamu kunoga dunia ho, dunia he, dunia utamu kunoga.